Habari mtazamaji wa ITV Digital, karibu kwenye habari zilizotufikia hivi punde, ambapo inaelezwa watu kadhaa wanaofiwa kufariki dunia baada ya basi la kampuni ya Mvungi waliokuwa wakisafiria kupinduka katika mlima wa Pare, wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro. Kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Mkoa wa Kilimanjaro, Jeremia Mkomagi amethibitisha kupokea taarifa ya ajali hiyo asubuhi hii, Aprili 3, 2025 na kwamba wapo njiani kuelekea eneo la tukio. Aidha, ame sema basi hilo lilokuwa likitokea Ugweno, wilayani humo, kuelekea jijini Dar es Salaam. ITV Digital imezungumza na Mkuu wa Mkoa Nurdin Babu, ambaye amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo na kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vipo eneo la tukio vikiendelea kuokoa watu waliopata ajali. Asante sana. Ni kweli taarifa hizo ni za uhakika. Basi la Mvungi ilikuwa linatoka Ugweno kwenda Dar es Salaam hivi uh, sasa hivi kule milimani mvua zinanyesha nyesha sana, gari lime, imeteleza na imeangukia kwenye bonde. Kwa hiyo jitihada zinaendelea kufanyika sasa, sasa hivi kuwasaidia waliojeruhiwa, na mpaka sasa hatujajua kama kuna kuna kuna kifo. Kwa hiyo kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Mwanga iko iko hapo na mkurugenzi hapo na RPC, iko njiani anakwenda hapo Naomba baadaye nitoe taarifa kamili na pengine. Wanasema kwa sasa hali ikoje katika eneo la tukio? Hali sio nzuri kwa sababu basi limetumbukia, liko chini sana. Kwa hiyo wananchi wamejitokeza kwa wingi kuwasaidia wale ambao wameweza kutoka, na kama nilivyokuambia, na kamati ya ulinzi na usalama iko pale na tumepeleka magari kwa ajili ya kuchukua majeruhi na kuwakimbiza kwenye vituo vyetu vya afya pamoja na hospitali ya wilaya. Kwa hivyo mpaka sasa pia hamjapata kufahamu chanzo cha ajali ni nini? Ah, chanzo cha ajali nimesema, kuna mvua zinaendelea kunyesha sana huko milimani. Sasa sijui ni kitu gani na barabara zetu unavyozijua zina kona nyingi e. Sasa mpaka uh, kamanda wa polisi afike na jeshi la polisi litatuambia chanzo cha ajali ilikuwa ni, lakini kuna watu ambao tayari wameshaokolewa katika tukio hilo wengi sana wameokolewa na wako kwenye vituo vyetu vya afya pamoja na wengine e, wamekimbizwa kwenye hospitali, kwa sababu wilaya Mwanga tuna hospitali mbili e, za wilaya. Kuna moja iko Usangi na moja iko pale Mwanga mjini. Kwa sababu ajali imetokea Ugweno, wanakimbizwa wapo kwenye hospitali ya wilaya na vituo vya afya ambavyo viko karibu na eneo hilo la, la, la, la tukio. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nashukuru sana kwa taarifa hizo za awali. Basi tutawasiliana ili tuweze kupata taarifa za, za kina kuhusiana na tukio hilo, nakushukuru sana, sana, sana. Hii ni ITV Digital mtazamaji, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii ili uweze kupata habari mbalimbali pamoja na habari hii.